Hey guys, welcome back to my channel. Siku ya leo ni wakaribisha watu wapya kusubscribe, watu wa zamani kuangalia mwanzo hadi mwisho, na usisite kucomment kama una swali lakini, nashauri watu mjiunge kwenye group letu la uzazi ambalo linakuwa na wajawazito wazito na waliojifungua kwa ajili ya ushauri wa karibu zaidi kuliko kwenye comment section na ushauri ambao unaweza kuwa personalized. Unaweza kanicheki inbox, nikakucheki inbox, tukadiscuss inbox, au kwa njia ya simu. Na ada ya group letu ni shilingi elfu kumi tu, kwa hiyo naweka namba hapo chini, unaweza kanicheki kama una swali na nini. Na naomba niwaambie kwamba si nitapokea simu free wala si nitafanya consultation na ushauri wowote free, kwa sababu natumia muda mwingi sana, kila mmoja mmoja kumjibu sio rahisi. Kwa hiyo tuendelee na mada yetu ya leo, ni induction of labour au kuanzishwa kwa uchungu. Siku ya leo utajifunza ni nani anayeanzishiwa uchungu, ni kitu gani kinafanyika wakati wa kuanzishwa kwa uchungu ni complications zipi zinaweza zikatokea wakati mwanamke anaanzishiwa uchungu, na faida zipi ambazo zinaweza kutokea wakati mwanamke anaanzishiwa uchungu. Okay, tuanze na neno lenyewe induction of labor, au kuanzisha uchungu. Hii ni procedure ambayo mwanamke anafanyiwa ili imsaidie apate uchungu ambao utamsaidia ajifungue kwa njia ya kawaida. Na ni kwa nini mwanamke anaweza akaanzishwa uchungu, au ni mwanamke yupi ambaye yupo kwenye criteria ambazo zitamsababisha yeye aanzishiwe uchungu? Ya kwanza ni mwanamke ambaye ana matatizo kuyataja hiyo ndio sababu kuu kabisa ya kwanza. Na sababu ya pili ni matatizo katika afya ya mtoto aliyeko tumboni. Kwa hiyo tuanze na afya ya mama. Mwanamke ambaye anaweza kufanyiwa induction of labor au kuanzishwa uchungu ni mwanamke ambaye ana matatizo kama vile pressure kubwa, ana hatari ya kuingia kwenye kupata kifafa cha mimba kwa sababu ya pressure kubwa. Mwanamke ambaye, let's say ana matatizo ya moyo, unaona, mwanamke ambaye ana matatizo ya figo au matatizo, magonjwa ya kudumu ambayo yapo kwenye hali mbaya tuseme ana kisukari, kisukari chake kimekuwa kikali, huyu mtu awezi kwenda theater kwa, kwa season, lakini option ya kwanza kumfanyia ni kumfanyia induction of labour. Kwa nini? Kwa sababu kwa muda huo hicho kitu ndo kinakuwa safe kwa afya yake au kwa usalama wa maisha yake na mtoto. Kuanzishiwa uchungu na kujifungua kwa kawaida inakuwa ni nzuri zaidi kuliko kumrashi mtu theater kwao matatizo makubwa ya kiafya ni sababu moja ambayo inaweza kufanya mwanamke aanzishiwe uchungu. Yote hii ni kwa sababu ule muda ambao huyu mtu yuko kwenye crisis ya yale matatizo yake ya kiafya, kama kisukari au magonjwa ya moyo au magonjwa ya figo, huu muda unamwathiri na mtoto aliyeko tumboni. Mtoto anaweza akakosa oksijeni, mtoto anaweza akafia tumboni, mtoto anaweza akadumaa, au mtoto anaweza akapata complication nyingine ambazo akizaliwa hataweza kuishi maisha kama mtoto aliyekuwa na mzazi wa kawaida au aliyezaliwa na mwanamke mwenye afya ya kawaida. Pia kitu kingine ni kwamba mwanamke atakayekuwa na infection au amepata maambukizi katika kifuko chake cha uzazi, maambukizi katika kifuko cha uzazi, kwamba hii uterus au mfuko wa kizazi umepata maambukizi yale maambukizi ambayo yanaweza kusababisha mtoto akapata maambukizi, akazaliwa akiwa na hayuko sawa, akiwa na abnormalities au yakasababisha uh, kifo cha mtoto akiwa tumboni. Kwa magonjwa kama hayo au hali kama hizo, ambazo zinahatarisha maisha ya mama mwenyewe, kama vile kifafa cha mimba au pressure kuwa kubwa sana, ambayo inaweza kupelekea kifafa cha mimba, au maambukizi makali ambayo mama amepata, ambayo yanaweza kaenda kwa mtoto. Uh, na sababu ambazo zinaweza kusababisha mama afanyiwe induction of labor au aongezewe au uchungu ni matatizo alionayo mtoto kwanza, inaweza ikawa mtoto amefikisha wiki arobaini na mbili, lakini mama bado hajapata uchungu, lakini mtoto yuko vizuri, yuko sawa, mapafu yako sawa, moyo uko sawa, kila kitu kiko sawa, huyo njia nzuri ya kumtoa huyu mtoto ni kwamba ajifungue kwa njia ya kawaida. Bado muda kama upo na afya ya mtoto iko vizuri, mtoto anatakiwa azaliwe kwa njia ya kawaida, mama ndio atanzishiwa uchungu. Kitu cha pili, kama mtoto amefia tumboni, kama mtoto amefia tumboni, ni wise au ni busara zaidi kumsaidia huyu mama aliyepata hasara tayari, mtoto hana, ni ajif, vizuri ajifungue kwa njia ya kawaida kuliko kumpeleka theatre, uh, kumwachia kile kidonda ambacho sio rahisi kupona, ambapo atakuwa na matatizo ya kihisia ama ya kiakili anapokuwa ya anapitia yale maumivu ya kupoteza mtoto na bado ana operation. Kwa kama mtoto amefia tumboni obvious, tutaanza kwa njia ya kwanza kumsaidia mama amtoe kwa njia ya kawaida. Pia kama mtoto amekuwa tumboni labda mama amekunywa dawa fulani au kuna kitu fulani kimesababisha mtoto ashindwe kukua tumboni, kwamba mtoto amefika umri fulani uzito tena hauongezeki, hakuna chochote kinachobadilika, mama huyo ataanzishwa uchungu ili azae yule mtoto aje kuwa managed huko duniani. Kitu kingine ni kama vile placenta ya mtoto ikiwa imejibandua kutoka kwenye ukuta wa kizazi. Hapa tunajua kabisa kwamba placenta au kondo la nyuma lile ndilo linalobeba damu kutoka kwa mama kumsaidia mtoto kupumua na kupata lishe yote anayohitaji. Kwa kama ile kondo itakuwa imejiachia, uh, mtoto huyo atakosa mahitaji yake muhimu atakayosababisha kuishi. Kwa hivyo, uh, na kuepusha kumwaga damu nyingi sana mama anashauriwa ajifungue kwa waida hivyo, huyu mama ataongezewa uchungu, ataanzishiwa uchungu ili ajifungue kwa njia ya kawaida. Sababu nyingine na, chupa imepasuka mapema, let's say chupa imepasuka na wiki thelathini na sita au wiki 35, hatutakuacha kufikia wiki arobaini. At least kuanzia wiki 37 38, mwanamke ataongezewa uchungu ili isaidie mtoto amtoe, si, ili mtoto, mtoto duniani upesi kwa haraka, na wote wawili wapate kuhudumiwa vizuri. Okay. Sasa tuone ni nani ambaye hawezi kufanyiwa induction of labor au kuanzishiwa uchungu. Cha kwanza ni mwanamke yoyote ambaye hana complication yoyote kama unajua kwamba wewe umefikia tu wiki ya arobaini, wiki 41, hujafika wiki 42, mtoto hana shida, huna pressure, huna hatari ya kupata kifafa cha mimba, tatizo lolote ile, hautaweza kufanyiwa kuanzishiwa uchungu hadi pale utakapopita siku wiki 42, hapo ndo tunaweza tukakonsider mwanamke kuongezewa uchungu. Mtu mwingine ambaye hawezi kuanzishia uchungu ni mwanamke ambaye mtoto wake ametanguliza matako. Kama mtoto ametanguliza matako, hauwezi kuanzishia uchungu. Uh, mtu mwingine ni ambaye mtoto ametanguliza kitovu. Kama kitovu kimetangulia uh, na chupa imepasuka, hauwezi kufanyiwa hii procedure ya kuanzishia uchungu kwa sababu kuna hatari kubwa ya kumpoteza mtoto. Kitogo kinavotangulia mara nyingi kichwa kinabana pale na kitogo kinashindwa kupitisha damu na oksijeni, mtoto ana hatari kubwa sana ya kufia katika njia ya uzazi. Mtu mwingine ambaye hawezi kufanyiwa kuanzishia uchungu ni mtu ambaye alijifungua kwa operation. Kwa nini? Mtu ambaye tu amejifungua kwa operation, hasa una kovu zaidi ya moja, hauruhusiwi kuanza kupata uchungu ukiwa mwenyewe nyumbani kwa sababu kuna riski kubwa ya kovu kuchanika. Wewe kuanza kukupa dawa operation nyingine. Mtu mwingine ambaye, ambaye placenta yake imeji attach au imejibandika katika sehemu za chini za mlango wa kizazi Ha, huyu haitaweza kufanyika kwa sababu pale placenta ilipo haita, haikutakiwa kawaida iwepo hapo. Kwa hiyo inaweza ikaa imeblock njia ya mtoto kupita, tunapokufanyia swala la kuanzishia uchungu, alafu pale kwenye njia kamefungwa na placenta, ina maana huyu mtoto hatapata njia ya kutoka, na kwa muda mrefu kukaa mule na uchungu, kwa hiyo kunaweza kusababisha kupoteza mtoto. sawa, so, I hope umeelewa ni nani hawe, anaweza na nani hawezi kufanyia hii kuanzishia uchungu. Twende kwenye Zaki. Faida zake, faida kuu ya kwanza huwa inaokoa maisha ya mama. Faida kuu ya pili inaweza kabisa na ina nguvu kubwa ina ya kuokoa maisha au hayo mtoto, na faida ya tatu kubwa huwa inarahisisha au huwa inampunguzia mama maumivu makali, hasa wale ambao wanakuwa amejifungua mtoto aliyefariki au mtoto alifia tumboni. Hii inamsaidia kupona upesi kisaikolojia, kwa sababu huyo amezaa mtoto amefariki, and then hakuhitaji sana kwenda kupasuliwa, ambapo ukizaa kawaida unajua unapona mapema na una uwezo mkubwa zaidi wa kupokea wa kupata ujauzito ndani ya mwaka au ndani ya miezi sita baada ya kupona, ili uweze kuzaa mtoto mwingine. Tofauti na mtoto akifia tumboni ukifanyiwa siza, unaweza kusubiri miaka miwili ili upate mtoto mwingine. Kwa hiyo unaona healing process ya akili na mwili na roho kwa huyu mama inakuwa ni rahisi kuliko yule ambaye anaenda siza baada ya kupoteza mtoto. kwa hiyo pia kuna madhara au complication ambazo zinaweza kutokea. Cha kwanza ambacho kinaweza kuwa sio common sana ni kwamba induction ikafeli au kuanzishiwa uchungu ukafeli. Mambo yameenda lakini haikufanikiwa. Umeona? Kwa hiyo huyu mama ataenda theater pia. Kwa hiyo hata na wewe usiku unaenda hospitali na dona kisho uchungu, ujue kuna chance ambayo iko ndogo unaweza ukaenda kufanyiwa pia operation. Kitu kingine hii procedure inakuwa ganda inaweza ikasababisha fetal distress au mtoto akatoka akiwa amechoka sana akamechoka sana bila, unaona au unasikia mwanamke kombenilazam nita kwa mechoka akulia na nini. Hiyo inaweza ikawa ni matokeo ya fetal distress. Na hii kwenye hii procedure inaweza ikatokea kwa sababu ya mama alihangaika sana, wakati kuanzisha uchungu ni mambo mengi yalifanyika, mama kawa amechoka. Kitu kingine kinaweza inaweza ikatokea ni PPH au mwanamke kutoka damu nyingi sana, inaweza ikatokea uh, na kitu kingine unaweza ukapata ni pia kizazi kuchanika endapo dawa za kuanzisha uchungu hazitafuatiliwa vizuri au hautakuwa monitored vizuri, dawa zikazidi nguvu, kuna hatari pia ya kuchanika kizazi. Uh, na pia inaweza ikatokea hatari ya kupata infection wewe, ambayo inatokana na zile procedure ambazo unakuwa unafanyiwa muda wa kuanzishia uchungu. So nikupitisha kwenye procedure ambacho mambo huwa yanafanyika polepole. Kitu cha kwanza katika hii procedure huwa ni kupewa dawa. Dawa unaweza kupewa ukaweka chini ulimi au ukawekewa katika njia yako ya uzazi. Hizi dawa zinapewa ili kulainisha cervix au kulainisha mlango wa kizazi ili uweze sasa kuanza kutanuka. Uchungu unaoanza uweze kutanuka vizuri. Baada ya hapo, kama cervix yako imetanuka au imelainika, ime imelainika, ina maana itakuwa inaanza kutanuka polepole. Baada ya hapo, huwa tunaweka kateta. Kateta hii, kateta ya mkojo, itawekwa maji kidogo, itawekwa ndani ya mlango wako wa kizazi, itabanwa kwenye paja, ili ikusaidie kuleta tension. Tension kale ka, ka balloon ka maji ambako anakopa kwenye mlango wa kizazi, kana sensitize ule mlango wa kizazi, kama vile kichwa cha mtoto kinavyokaa pale, ambapo kichwa kikishasogea pale, automatically mwili huwa unaanzisha uchungu, sawa. Kwa baada baada ya hapo, huwa kuna issue ya ku so, membrane

mkunga atakupima na ada swa zile membrane zako ambayo pia huwa inarahisisha kusensitize uchungu. Na mara nyingi watu wakifika hapo waga uchungu unafanikiwa. Na baada ya hapo kama kichwa kitaendelea vizuri kitashuka huwa kuna kupasua ile chupa. Mganga atapasua chupa. Na chupa ikipasuka huwa ni kitu ambacho kinafanya fasta sana. Fasta sana uchungu kwanza. Kwa, kwa sababu ile kichwa cha mtoto kitagusa uh, mlango wa kizazi wenyewe direct. Na pale mwili utarespond upesi na mtu atapata nini? Atapata uchungu. Na kama hapo hivyo vyote vya juni vimetaja vimeshindikana, ndipo pale mtu ambapo atawekewa ile drip ya uchungu na drip ya uchungu itaenda vizuri, watakuntamasa mawili manne. Kama hamna maendeleo yoyote, basi mwanamke huyu atakuwa amefit criteria ya kupelekwa siza, ili kuepusha maternal distress, mama asichoke mwenyewe sana, fetal distress, na mtoto asichoke sana na kufanya matokeo mazuri ya uzazi. So ndo hayo nilikuwa nimeandalia leo. Kama una swali usisite kuuliza hapo chini, na namba ya kujijoin kwenye group yako hapo chini, group kwenye group. Bye.